Mheshimiwa Naibu Spika, hoja ya kwanza ama hoja nitakazoanza kuzijibu ni hoja zinazomhusu mu, msajili wa vyama vya siasa na ofisi yake. Mheshimiwa Naibu Spika, hoja ya kwanza ilikuwa ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ifanye jitihada za kutosha kusuluhisha mgogoro katika chama cha wananchi wa Kafu ili kuepusha athari zinaweza kujitokeza katika muungano na katika mgogoro huo. Mheshimiwa Naibu Spika, Ninaomba nichukue nafasi hii kuwaambia waheshimiwa wabunge kwamba mgogoro huu uh, wa chama cha kafu kwa sasa uko mahakamani. Kwa hiyo sitachukua nafasi hii kuujibu mgogoro huo ama kumwagiza msajili wa vyama kushughulika na mgogoro huo, lakini kikubwa ninachotaka kusema hapa Mheshimiwa naibu spika ni hiki kifuatacho, kwanza nianze kwa kumpongeza sana msajili wa vyama vya siasa kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akiifanya siku zote, wakati akiratibu na akitekeleza majukumu yake kama msajili wa vyama vya siasa, na amekuwa akifanya kazi nzuri sana sana. Mheshimiwa naibu spika, na sisi wote ni mashahidi. Msajili wa vyama vya siasa anafanya kazi hii kwa kuzingatia sheria namba tano ya vyama vya siasa ambayo ndiyo inayosimamia vyama vya siasa katika nchi yetu ya Tanzania. Na sisi wote tumekuwa ni mashahidi Mheshimiwa Naibu Spika. Msajili wa vyama vya siasa mpaka sasa amefanikiwa kusajili vyama vya siasa kumi na tisa ndani ya nchi yetu ya Tanzania ambavyo vimepata usajili wa kudumu, lakini msajili wa vyama vya siasa ameendelea kusimamia utekelezaji wa sheria mbalimbali mbali na kanuni mbalimbali mbali za vyama vya siasa katika nchi yetu ya Tanzania kwa uweledi mkubwa sana na hivyo ninaomba tu niwahakikishie waheshimiwa wabunge kwamba msajili wa vyama vya siasa pamoja na kutakiwa kusuluhisha migogoro hiyo ambayo nimeisema katika chama cha wananchi wa Kafu, ninaomba niwashauri wenzetu wa, wanaohusika na mgogoro ndani ya chama cha siasa cha Kafu, niwaombe sana ili mgogoro huu mheshimiwa msajili wa vyama vya siasa aweze kuushughulikia vizuri. Uko utaratibu wa kisheria na mwanasheria mkuu wa serikali anajua. Namtaka msajili wa vyama awe edieta katika mgogoro huu. Basi ni washawishi na kuwaomba waondoe mgogoro huu katika mahakama zilikopelekwa, mgogoro huu, na msajili wa vyama anaweza akafanya kazi yake, lakini vinginevyo msajili wa vyama hawezi kuingia katika mgogoro huu kwa sababu mgogoro huo tayari umeshasajiliwa na uko katika mahakama zetu, na hivyo tumwache msajili wa vyama aendelee na shughuli nyingine ambazo hafungwi nazo. Lakini mheshimiwa uh, mheshimiwa naibu spika, labda niendelee na hoja nyingine. Washimiwa wabunge na hasa wabunge wa upinzani wamelalamika sana na kusema kwamba swala la maandamano ni swala la kikatiba na wameomba kwa sababu swala la maandamano ni haki ya kikatiba, wanafikiri uko msingi wa vyama vya siasa kuachiwa waendelee na maandamano bila kuzingatia sheria. Hapana, Mheshimiwa naibu spika, naomba niseme kwamba Suala la maandamano katika nchi yetu ya Tanzania linaratibiwa na sheria za usalama ndani ya nchi yetu wa Tanzania chini ya vyombo vya usalama na hasa polisi. Na katiba haiwezi kuchukuliwa kwamba ndio ni kigezo cha kuviruhusu vyama kufanya maandamano bila kuzingatia taratibu na sheria zilizowekwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba sana kwa heshima yote ni waombe wa Tanzania wote, ni viombe vyama vyote vya siasa katika nchi yetu ya Tanzania wahakikishe wanazingatia sheria. Katiba yetu imeruhusu maandamano, lakini maandamano yameratibiwa kisheria, na kama yameratibiwa kisheria ni lazima tuhakikishe kwamba tunazingatia sheria katika kuratibu maandamano kwenye nchi yetu ya Tanzania. Labda Mheshimiwa Naibu Spika, niulize kitu kimoja. Tukiamka hapa siku moja asubuhi na kila mtu ameamua kuandamana wakulima, wafanyakazi, kila mtu aamue tu kuandamana kwa sababu katiba imesema, nadhani itakuwa sio sawa. Na nichukue nafasi hii kuviomba vyama vyote katika nchi yetu ya Tanzania kuheshimu katiba na sheria katika kutekeleza wajibu wao na sio kuvunja sheria za nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa naibu spika, hoja nyingine ambayo ilikuwa imetolewa na waheshimiwa wabunge ni kwamba chaguzi ambazo zimekuwa zikiendelea kwa sasa, chaguzi hizi ndogo zimekuwa zikigharimu sana fedha za serikali, na hivyo baadhi ya wabunge wakajaribu kulinganisha pia gharama ambazo zimekuwa zikitumika katika chaguzi hizi ndogo na kuzilinganisha na utekelezaji wa majukumu ya serikali na miradi mingine ya maendeleo. Ninaomba niseme yafuatayo. Mheshimiwa naibu spika, Demokrasia ni gharama. Hakuna demokrasia yoyote mahali popote ambayo haina gharama yoyote. Na ninasema hivi kwa sababu gani? Mheshimiwa naibu Spika, kama jimbo la uchaguzi kwa mujibu wa sheria na, katibu wetu na katiba yetu liko wazi kuna jinsi ni lazima tufanye uchaguzi na jimbo hilo, ama kama ni jimbo la uchaguzi la ubunge ama la udiwani, ni lazima kwa mujibu wa sheria na katiba apatikane mwakilishi wa kuwakilisha wale wananchi kwenye jimbo husika, na hatuwezi kufanya uchaguzi bila kutumia gharama. Kwa hiyo hiyo demokrasia, ndio maana anasema ni gharama. Lakini niseme neno moja, nina mfano tu mdogo, Mheshimiwa Naibu Spika jimbo la Songea mjini baada ya uchaguzi, baada ya jimbo kuwa wazi na uchaguzi kufanyika, mbunge ambaye sasa hivi anawakilisha jimbo la Songea mjini ndugu yangu Damas Ndumbaro ameniambia, kwa muda huu mfupi kwa sababu nafasi iliyokuwa wazi imejazwa ameweza kufanikiwa kupata fedha za Kitanzania zisizopungua bilioni sita kwa ajili ya ujenzi wa barabara na miundombinu ya stendi katika jimbo la Songea mjini. Kwa hiyo gharama tulizozitumia kwenye uchaguzi ni bilioni nne, lakini zimewawezesha wananchi wa jimbo la Songea kupata bilioni sita kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Kwa hiyo naomba niwaambie waheshimiwa wabunge kwamba ni ukweli usiopingika kwamba demokrasia ni gharama, na demokrasia kama ni gharama, ni lazima tuendelee kufanya uchaguzi kujaza nafasi wazi kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, iko hoja nyingine iliyozungumzwa imesema kwamba kuna kila dalili ya msajili wa vyama kukusudia kuua upinzani katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Mheshimiwa naibu Spika, naomba niseme yafuatayo. Rais wetu Daktari Ali Hassan Mwinyi mwaka elfu moja mia tisa na tisini na moja alimteua Jaji Nyalali kukusanya maoni ya Watanzania kuamua kama nchi yetu iende katika mfumo wa vyama vingi ama ibaki katika mfumo wa chama kimoja. Watanzania asilimia 80 walisema hawataki mfumo wa vyama vingi, Watanzania asilimia 20 walisema wanataka mfumo wa vyama vingi. Lakini ni serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyofanya maamuzi magumu tuingie katika mfumo wa vyama vingi. Na Mheshimiwa naibu spika, sababu za kuingia katika mfumo wa vyama vingi zilikuwa wazi tu, ni kuwafanya watanzania waone kwanza, chama cha Mapinduzi hakiogopi haki mageuzi na hakiogopi mfumo wa vyama vingi, lakini vilevile ilikuwa ni kuhakikisha kwamba demokrasia ya wachache waliochagua mfumo wa vyama vingi inaheshimiwa na wengi waliokataa mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu Spika, kwa haya niliyoyasema, inajidhihirisha kabisa kwamba serikali ya chama chetu ilifanya maamuzi ya kuingia katika mfumo wa vyama vingi ili kufuata demokrasia. Kwa hiyo hakuna sheria yoyote inayomruhusu msajili wa vyama kuvunja demokrasia na kufuta, na kufuta mfumo wa, wa vyama vingi katika nchi yetu ya Tanzania. Ninamwomba msajili wa vyama aendelee kuchukua hatua stahiki kama kamati ya Bunge ilivyotushauri kwa vyama vyote ambavyo havitaki kufanya shughuli zake kwa kufuata sheria na taratibu tulizoweka, ili kusaidia mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu ya Tanzania uweze kuwa ni mfumo halisia ambao unaendana na matakwa ya kisheria. Mheshimiwa naibu Spika, labda nizungumze machache kuhusu tume ya uchaguzi. Kwenye tume ya uchaguzi imetokea hoja kwamba tume ya uchaguzi imekuwa haina weledi, haizingatii sheria na taratibu katika kuendesha shughuli za uchaguzi, na wakati mwingine tume hii ya uchaguzi imekuwa pia ikisimamia uchaguzi huo bila kuzingatia sheria na taratibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumpongeza sana mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, tume ya uchaguzi imeanza kufanya kazi ya kusimamia uchaguzi mwaka 1995 tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa naibu spika, na 95 tumemaliza uchaguzi salama na serikali imeingia madarakani na tumeendelea kufanya kazi vilevile vile mwaka 2000, 2005, 2010, 2015 tume hii ya uchaguzi ndio imesimamia uchaguzi wetu na hata sisi wabunge ambao tuko ndani ya bunge lako tukufu tumesimamiwa uchaguzi wetu na tume hiyo hiyo. Ninataka kushangaa Mheshimiwa mwenyekiti sisi tuliposhinda tume hii ya uchaguzi ilikuwa imefanya vizuri, hatukusema lolote na hatukuwa na malalamiko yoyote, lakini leo tunasimama na kusema tume hii haina weledi na haifuati utaratibu wowote. Ninaomba kukuhakikishia mheshimiwa naibu spika, sisi kama serikali tumeendelea kuisimamia na kuiratibu tume ya uchaguzi kwa kuzingatia katiba, kwa sababu katiba inasema wazi tume ya uchaguzi ni tume huru na inafanya kazi zake kwa uhuru ulio kamili, na kama kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba, pale ambapo uchaguzi umekwisha kufanyika, na kama chama chochote kinaona kwamba misingi ya kisheria haijafuatwa, chama hicho kimeruhusiwa kwenda mahakamani. Mheshimiwa Naibu Spika, na kule mahakamani ndiko kutakapopatikana haki ya kisheria kwa chama chochote kinacholalamika. Ninaomba niliarifu bunge lako tukufu, kwa chaguzi hizi ndogo zote zilizopita, kesi zilizofunguliwa kwenye kata hizo takriban kama arobaini kitu mpaka hamsini kesi za uchaguzi zimefunguliwa kwa kata mbili tu. Kwa hiyo naomba tuone kama kweli tume hii ilikuwa haisimamii uchaguzi huo kwa haki. Ninaamini kabisa kata nyingi kesi za uchaguzi zingekuwa zimefunguliwa, lakini kwa majimbo yote ambayo tume ya uchaguzi imeshaendesha uchaguzi, hakuna jimbo hata moja ina kesi ya kupinga uchaguzi katika jimbo hilo. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu Spika, ninaomba niseme kwamba tume hii ya uchaguzi inafuata utaratibu katika uendeshaji wa shughuli zake, na kama mtu yeyote, chama chochote kina malalamiko, ninaomba sana kifuate sheria na kiende mahakamani. Lakini Mheshimiwa naibu spika, niombe kuviomba vyama vyetu vya siasa visikimbilie kulalamika kwenye vyombo vya habari. Ni vyama vyama vya siasa vizingatie sheria za nchi tulizonazo katika kuendesha chaguzi zetu tunazoendelea nazo. Mheshimiwa Naibu Spika, hoja nyingine kwa tume hii ya uchaguzi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaboresha daftari la wapiga kura kwa wakati. Ninaomba nilihakikishie bunge lako kwa tukufu kwamba shughuli ya kuboresha daftari la wapiga kura tumeshaianza ndani ya serikali, kwa mujibu wa sheria na taratibu tulizo nazo, tumeshaanza kuhuisha kandidata ya daftari la wapiga kura katika nchi yetu ya Tanzania. Tumeshaanza kutoa elimu na tumeshaanza kufanya shughuli zote ambazo zinatakiwa ili daftari letu la, la daftari la wapiga kura katika nchi yetu ya Tanzania liwe limeboreshwa na liendane na wakati kwa mujibu wa sheria. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, tuliambiwa pia tuhakikishe kadiri iwezekanavyo watendaji wote wa Tume ya Uchaguzi ambao watakiuka maadili ya kisheria kama watendaji ndani ya tume, basi wachukuliwe hatua na ikiwezekana wapewe adhabu zinazostahili. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Naibu Spika, kazi hiyo inafanyika vizuri, kwa sababu tunazo sheria tunayo miongozo na tunazo taratibu ambazo zimewekwa bayana. Kwa hiyo watendaji wote ambao wataonekana wanakiuka taratibu za kisheria katika kufanya kazi ndani ya tume yetu ya uchaguzi basi watachukuliwa hatua stahiki. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.